sallallahu alayhi wasalam, bila ya kuwa sahau masahaba zake mtume waliojitolea kwa mali na kwa nafsi zao wakautetea Uislamu na kuufikisha huku kwetu katika sura kama hii unayoiona na, na tumwombe Allah subhanahu wataala ajalie radhi zake zende kwa wote watakaofuata mwenendo kama wao mpaka siku ya Kiyama. Ndugu zangu hadhirin, na mnao tufuatilia kwenye mitandao, mada niliyopewa ni madhara ya uchochezi katika jamii <clears throat> provocation, al istifzaz, na madhara yake katika jamii. Ili twende pamoja tupate maana ya makubaliano ya mwongozo wa mazungumzo yetu, kwa sababu hutokea kauli moja ikabeba maana zaidi ya moja, na zote zikawa kauli sahihi. Mkiachana huwa kila mtu amebaki na maana yake lakini mpaka kuja na kongamano hili, lipo kusudio, lipo lengo na lipo lililoazimiwa, kwa ninyi mliohudhuria na hata wale wanaofuatilia katika mitandao, walipate jambo fulani la muhimu. Ndiyo maana ikawa ni vizuri kukubaliana maana ya pamoja, ili kuepusha maana isiyokusudiwa ikachukua nafasi yake. Na ndio maana nikisema, dhana hii ya uchochezi, Waingereza wanaita provocation, Waarabu arabu wanaita istifzaz, lakini sisi ni Waswahili, sisi tunasemaje? Sisi tunasema uchochezi. Uchochezi ni kutoa neno au tendo linalomkusudia mwingine kumuhimiza kufanya vibaya. Huu utakuwa ni uchochezi, ni kutoa neno au kufanya kitendo kitakachomwagiza na kumhimiza mwingine afanye vibaya na lazima iwe hivyo, kwa sababu ikiwa ni tendo au neno linalomhimiza mwingine kufanya vizuri haiwezi kuwa uchochezi, huko kutakuwa kushajiisha au kuhamasisha. Katika kipindi tulicho nacho, ni kipindi kigumu. Yapo matendo, yapo maneno yanayoenea mtaani yakilenga kuwahimiza watu kufanya vibaya. Matendo na maneno hayo siyo sawasawa sawa. Kwanza kabisa tuangalie sisi kama Waislamu nafasi yetu kwa jumla, nafasi yetu kwa ujumla

Watuminuna billah ninyi ndilo kundi lililo bora. Aya hii ni kongwe, ikisema mara ya kwanza ilisomwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika karine zilizo bora, na mbele yake walikuwa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati nikipita darasani kwa mufti sijui leo hakusema kwamba aya hii imefutwa. Aya hii bado iko hai mpaka leo. Kilichobadilika ni kitu kimoja tu. Sasa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayupo na masahaba hawapo, lakini ninyi ndilo kundi lililo bora lililodhihirishwa na kutolewa kwa watu wote. Kazi yenu na jukumu lenu ni kuamrisha yaliyo mema na kukataza yaliyo mabaya, hali ya kuwa ninyi wenyewe kwanza mnamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, kijamii yapo mema mengi ya kuhimiza na yako mabaya mengi ya kukataza. Miongoni mwa mema mengi ya kuhimiza, ilikuwa vizuri sana kuhimiza kufanya mema kwa viongozi, na katika mengi ya kukataza yaliyopo ilikuwa ni muhimu kuwakataza kufanya vibaya viongozi na wasemaji. Wanasema dhambi ya kisiasa ni dhambi mbaya sana, athari yake ni athari mbaya sana, inaweza kuleta mauaji ya halaiki inaweza kurudisha nyuma maendeleo ya nchi, inaweza kuleta uadui baina ya wananchi, na inaweza kusambaratisha dunia kwa ujumla. Eneo hilo kwa uzito wake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Intadama lkauna biddini, Mwenyezi Mungu ametengeneza nidhamu ya dunia kwa kuleta dini. Wasahaha l adiyana, akarekebisha nyendo za dini mbalimbali. Bilislam, kwa kuleta Uislamu. Wada lmuslimina bilqurani, akawaongoza Waislamu namna bora ya kuishi kwa kuleta Qurani, na mwishowe akamleta mwalimu Mtume Muhammad Sallallahu alayhi wasallam ili kupitia maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala na maagizo yake yaliyofundishwa na Mtume Muhammad sisi Waislam tujifundishe namna bora ya kuishi hapa duniani kwa vipindi tofauti. Sasa hivi tupo katika kipindi cha uchaguzi ambapo muda huu tulionao umekuwa kama muda wa dabi, umekuwa muda wa dabi, kila mtu ana neno lake. Na kwa bahati mbaya sana, dabi za kimichezo huwa hazimfanyi mtu wa upande mmoja azungumze ukweli. Hata kama yuko vibaya, atatafuta visingizio vingi sana. Ndugu zangu, huu sio muda wa dabi. Hii siyo dabi ya kisiasa. Hichi ni kipindi muhimu sana, na kwa bahati mbaya sana, ni kipindi cha kisiasa cha chaguzi, eneo ambalo madhara yake huwa ni madhara makubwa sana, na kikitumika kipindi hichi kwa uchochezi kutoa maneno ya kuwaagiza watu kufanya yasiyofaa ni jambo baya, jambo lenye hatari sana. Maeneo mengi mnayoona yakiwa na machafuko, chachu yake ni uchochezi uliojitokeza, na ili jamii iingie katika kipindi kigumu na kibaya Uchochezi wa kisiasa linakuwa ni jambo baya zaidi, kwa sababu madhara yake huwa yanaweza kuiharibu nchi nzima na pengine anaweza kuleta maafa makubwa. Kwa hivyo uchochezi katika jamii ni jambo baya, lakini nani anaweza kufanya jambo hili? Agizo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala limekuja kwetu sisi ummati Muhammad, sal sallallahu alaihi wasallam, kuntum khaira umma. Nini? ndilo kundi lililo bora, kazi yenu ni kuamrisha yaliyo mema na kukataza yaliyo mabaya. Kwa sababu gani? ninyi mnamwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na mnajua

Yule ambaye haridhiki na location niliyomweka, haridhiki na mahali alipo, na hana subira juu ya mtihani niliyompa, hatosheki na kile nilichompa, basi atoke chini ya mbingu yangu na akamwabudu mola asiyekuwa mimi ambaye inawezekana kila wakati akampa anachotaka. Mafundisho haya hati wa subadi yanamtaka mwanadamu awe na subira pale ambapo alitamani kupata kitu kisha hakukipata. Si kila kupata ni kuzuri, na ndiyo maana mafundisho ya Uislamu katika dhana ya kugombea uchaguzi wowote, ikiwa wewe ndio ulioshinda katika uchaguzi huo, kesha ukifanya istighfari na kufanya toba, huna hakika kuwa watu wataangamia kupitia mkono wako. Na ikiwa hukuchaguliwa, sema alhamdulillahi rabbil alamin, mshukuru Mwenyezi Mungu kwa maana watu hawataathirika kwa uongozi wako, maana hukuchaguliwa. Lakini kwa sababu dhana hizi hatuzipi tafsiri za dini, matokeo yake mtu kwa kutochaguliwa, kwa kutopata fursa, au kutoona njia ambayo itampa anayoyataka, yuko tayari kutengeneza maneno ya namna yoyote ile hata kama maneno hayo yatakuwa na madhara na wengine, yeye hajali jambo hilo kwa sababu tu hakupata anachokitaka na hana taaluma ya dini, hamjui Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndiyo maana jukumu hili liko kwa Muislamu, kuntum khaira umma, ninyi ndilo kundi lililo bora, kazi yenu ni kuamrisha yaliyo mema na kukataza yaliyo mabaya katika kipindi hichi. Amseni yaliyo mema, amrisheni yaliyo mema yanayohusiana ya na siasa ili yasituharibu katika kipindi hichi. Katazeni yaliyo mabaya yanayohusiana na siasa ili yasituathiri katika kipindi hichi. Msema chochote alitoka hapa alianza kusema bila shaka, akasikia mtaani kinukishe kunukisha, ndio kufanya nini? Haya ni maneno ya uchochezi yenye lengo la kumtaka mtu mwingine afanye ya yasiyofaa. Haya siyo maneno sahihi, sio maneno yanayofaa. Lakini tuzingatie kipindi hichi tunakwenda katika uchaguzi kupata viongozi, na kama tunavyoambiwa kuwa na kiongozi mbaya mahali popote ni afadhali sana kuliko kukaa bila kiongozi kabisa. Mwanadamu eh, yuko hivyo. Angalia tatizo lililopo barabarani kama traffic light zitazimika, madereva wenye leseni watu wazima wamesoma na akili zao, utakapowaona wanafungana katika kona ya barabara, kila mmoja alitaka aanza kupita yeye, alafu anakuja trafiki mdogo wa darasa la saba anasimama kati kati yao anamwambia: wewe tulia, pita wewe, wewe tulia, pita wewe. Baada ya dakika mbili utaona njia imekuwa nyeupe eh? Mwanadamu bila ya kusimamiwa mwanadamu bila ya maelekezo ni tatizo kubwa sana. Maisha ya kijamii yanahitaji sana jambo hilo, ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akataka ummati Muhammad, ninyi muwe kundi lililo bora, msiruhusu wakati wowote wa kauli zisizofaa zilizo na madhara zikasemwa na nyie mkakaa kimya. Wattaqu fitna, ogopeni mtihani wa Mwenyezi Mungu. La yusibanna alladhina dhalamu minkum khasa, matatizo yake yakitokea hayata wakuta waliosema peke yake kinukishe, hayata wakuta waliosema kinukishe tu, yatamkuta kila mmoja. Ndiyo maana tunao wajibu wa kuamrisha yaliyo mema lakini tusiwe watu wa kufuata mkumbo, wa kufuata mkumbo kila linalosema na sisi tukawa nyuma wake. Tutazame nafasi yetu na jukumu aliyotupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Ndiyo maana kongamano hili likawa muda kama huu, wakati kama huu, na aina ya mazungumzo kama haya, ili tusije tukafika mahali tukajuta kwa lile ambalo tumelifanya kwa mikono yetu, lakini pia tusije tukapata tatizo kubwa kama Waislamu tukashindwa kusimamia nafasi yaliyotupa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ya kuamrisha yaliyo mema na kukataza yaliyo mabaya, hali ya kuwa tunamwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Kwa maana kipimo cha mema ni maelekezo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, kipimo cha ubaya ni maelekezo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala. Isiwe kipimo cha hayo ni mapenzi yako, isiwe kipimo cha hayo ni mapenzi yako. Kipimo kiwe ni maelekezo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala kutathmini na kubaini lililo jema na lile lililo baya. Kwa hivyo, niwaombe ndugu zangu wa Islam jukumu la kuamrisha mema ni amri na agizo la Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kwenu na kwetu kwa ujumla, na kukataza yaliyo mabaya ni jukumu la Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala alilotupa, ili tuishi mahali salama na kwa namna iliyo nzuri. Kwa hiyo tuzingatie maneno yote yanayotoka katika anwani ya istifzaz, provocation, kuwarubuni watu kufanya mambo yasiyofaa ili kuleta ghasia na vurugu. Mambo hayo yanakatazwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, lakini hayawi mabaya tu kwa sababu mtu atafanya madhara yake yatakuja kuwa kwetu sote kwa pamoja. Niseme kama walivyosema wasemaji, kheru lkalami ma qalla wa dalla, maneno mazuri ni machache yenye kuelekeza. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.